Wakimtolia kene kako wote waman kwa hichi kikundi cha UMAPIBU, kikundi vizuri kilianza wa kwa watu wachache, lakini sasa hivi wamekuwa ni watu wengi, kikundi kinacholeta maendeleo katika kata yetu, kwa sababu wanatoa huduma kwa jamii ya Mabwepande na ma pia wanajituma sana, ndiyo maana wanaona hata viongozi wajumbe wote wapate leseni na kuwapa mafunzo kwenda kuomba mafunzo sehemu mbalimbali ya ujasiriamali wa... ili waweze kujikwamua kiuchumi wao kwa wao, na mpaka wanafika hatua hata ya kuanzisha sokos. Juhudi zote unaziona siku ya leo, tumekaa hapa. Hii ni juhudi zao viongozi, ili waweze kuanzisha sokos ambayo italeta maendeleo ndani ya kata yetu ya Mabwepande na kwa jamii kwa mtu mmoja mmoja, pia wao kama wao kama viongozi na washauri pia. Nawatia moyo viongozi, wasikate tamaa, maana vitu unapoanzisha vinakuwa na changamoto nyingi nyingi, lakini wasikate tamaa, waendelee kushirikiana na viongozi mbalimbali kwenye kata. Popote panapokuwa na ugumu, wasisite kutuona, tutatoa ushauri na tutahakikisha hichi kikundi kinasonga mbele zaidi.